Haya, twende twende twende twende, a twende! Harambe Harambe, mama Harambe! Haya, asanteni sana, asanteni sana. ndani tukaikarabati shule ikawa nzuri kabisa lakini tumeleta mradi wa vyoo tumejenga hapa shule msingi Luono ma, vyoo matundu kumi yenye thamani ya milioni kumi na saba. Na hivi sasa niwaambie nisiwaambie, kuanzia Jumatatu timu ya mkurugenzi na timu inayoratibu mwenge wanakuja kuweka kambi na mainjinia shule ya msingi Luono inakarabatiwa inakuwa mpya yote, na mwisho kukarabati ni mwezi huu wa saba. Mwenge unapokuja tarehe ishirini mwezi wa saba, hiyo shule ya luono ile pale itakuwa ni mpya mpaka matenki ya maji. Ndugu zangu, hiyo ndoo kazi inayosimamiwa na Dkt. Mwigulu mbunge wetu, hiyo ndoo kazi inayosimamiwa na Rais Samia na hiyo ndio kazi mlionipa nini kama diwani wenu. Lakini kwenye elimu msingi pale pale, nilipoenda ilipoenda Mwamapuli, nilikuta nyumba za walimu wanaishi kwenye vislopu, ukinyosha mkono hivi unagusa bati. Ndugu zangu, wao walimu mchana walikuwa wakai ndani. Nikasema hapana, tumeenda kupambana. Nikamwambia Mheshimiwa Waziri Mwamapuli wanaishi kama sio walimu, kama sio watumishi. Mheshimiwa waziri akanisikiliza, ambao ni mbunge wetu, tukapambana naye akapambana kule, Dkt Samia kasikia. Leo hii tukajenga nyumba za kisasa zenye thamani ya milioni mia mbili hizo nyumba zimekamilika. Niwaambie leo hakuna nyumba nzuri kwenye wilaya hii za shule ya msingi kama shule ya Mwamapuli pale lakini tukajenga nyumba zile nne lakini kamwambia mkurugenzi, mimi ni diwani mimi makamu mwenyekiti wa halmashauri Mwamapuli, nataka niongezee nyumba mbili tena. Akanipatia milioni ishirini tukajenga nyumba tena ikakamilika. Sasa hili pale Mwamapuli tuna nyumba sita za walimu za kisasa kabisa. Lakini si hivyo tu, tukapokea milioni hamsini kwa ajili ya ujenzi wa vyoo vya kisasa matundu ishirini pale Mwamapuli yamekamilika na hivi juzi walimu wa Mwamapuli tumewajengea vyoo vya kisasa vyenye thamani ya milioni tatu na laki nne vimekamilika. Ndugu zangu, baada ya elimu msingi nikahamia afya. Afya nikakuta kuna kituo cha afya ambao tumekijenga kwa muda mrefu sana. Nikamwambia daktari, wewe ni rais, wewe ni mbunge wetu, lakini ni waziri wa fedha. Nikaongea kwa machozi sana juu yake, nikamwambia naomba wanakidaru wapate kituo cha afya. Mheshimiwa mbunge akanambia kituo cha afya utapata, akateta na mwenye nchi ambayo ni bingwa kabisa mama yetu Dr. Samia. Zikaja awamu ya kwanza milioni mia tano na hivi mwezi huu wa nne zilikuja milioni mia moja hamsini. Niwaambie nisiwaambie? yeah. Kituo cha afya sasa kimekamilika, kimeshakuwa shwari kabisa, na sasa hivi hapa tumeenda kuombewa madaktari tisa mmoja atakuja na ambaye tayari ameshapangwa ni daktari wa upasuaji, na wa pili ni daktari wa usingizi. Hatutaenda tena Kiomboi, tutafanyiwa operesheni hapo inaposhindikana. Lakini kuna madaktari ya magonjwa ya kinamama, magonjwa ya macho, magonjwa ya miguu, madaktari wale wanakuja. Na waheshimiwa wenye viti wenzangu, ninapoacha mwendelee kuwapokea wale madaktari waweze kufanya hiyo kazi, lakini afya nikaona Ndurumu hapa kwepo na zaanati aina yote. Tangia misingi kuumbwa hii dunia nimekuta zaanati boma liko hapa. Wananchi wamechangishwa hela mpaka kuchoka. Niliingia na gia kubwa, ndio maana nilisema niliingia na gia kubwa. Niliweza kukamata waliokula hela za watu, tukawekana ndani, wakarudisha hela, tukajenga boma likakamilika. Nikamwambia mheshimiwa mbunge nikamwambia mkurugenzi, sasa kuna haja ya kwenda kuwatekelezea wananchi wa Ndurumo. Wakaleta shilingi milioni sabini na saba tukakamilisha zanati ya Ndurumo, inafanya kazi sasa hivi. Ndugu zangu, siku moja oh, nilimkuta mama ukukumbe, anajifungua pale kachumba kadogo, mama anajifungua na hapa kuna mgonjwa amepumzishwa. Nikamwambia nesi Asha ambayo ni nesi wetu hapa, hii haikubaliki. Sehemu ya kujifungua mama ni sehemu ya faraga, ni sehemu ya uchungu, kuna vitu vingi vinatokea mtu akiwa na uchungu. Nikamwambia naenda kupambana tupate jengo la kujifungulia. Ndugu zangu, tumeenda kupambana, Mheshimiwa mbunge amepambana, Mheshimiwa Rais ametusikia, mpaka hapo tukaleta shilingi milioni 94 tukajenga jengo la kujifungulia lile pale la kisasa kabisa, mnaliona nyinyi wenyewe. Akina mama leo, mkiingia humo ndani, hata kama mandoa atafika, si unajifungua tu jamani, unakunywa e, hata soda humo ndani sawa. Ndugu zangu, e, sasa, mwenyekiti, nenda kaweke na feni humo ndani, ili wakiingia humo ndani waweze kupuliziwa vizuri, ndugu zangu. Baada ya hapo tumeweka miundo mbinu, tumeweka matenki ya maji, tunavuna maji pale mnaona, lakini tumejenga vyoo vya kisasa kabisa kwa ajili ya wagonjwa na kwa ajili ya watumishi. Baada ya hapo tukamaliza mambo ya afya, tukaingia miundo mbinu. Nilipoingia hapa, nilitembea masaa sita kwenda Mwamapuli kwa mguu nikiwa na watumishi. Nilipofika Mwamapuli nikasema, hapana, kuna haja ya mimi walionichagua niweze kuwatumikia. Tumeenda kuongea na mheshimiwa DC na nimshukuru sana mkuu wa wilaya amekuwa msikivu, aliweza kuweka ziara akaja Mwamapuli, tukapokea barabara yenye thamani ya milioni mia nne na ishirini kutoka, kutoka Luono hapa mpaka Mwamapuli. Leo hii barabara ile imekamilika, akina mzee Njige wanakunywa bia zao hapa saa sita usiku wanaenda nyumbani, hawana shida kabisa. Ndugu zangu, hii ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini hapo niliingia Mwamapuli hapakuwepo na umeme. Nimeweza kuomba kwa wilaya, amepokea mheshimiwa mbunge, ameshughulikia mheshimiwa rais, ametuletea mradi wenye thamani ya milioni mia tatu na hela, tumeweza kupokea mradi wa umeme, umefika mwamapuli. lakini Nduruma hapakuwepo na mradi wa umeme, umeme tayari Nduruma umefika wenye thamani ya milioni mia tatu na hela. Ndugu zangu, tumebaki na maeneo machache, na hivi ninavyoongea hivi ninaondoka hapa tayari nimeacha miradi ya umeme inaendelea kama ifuatavyo: kitongoji cha Mugampoku umeme umeanza kuwekwa na tayari survey alishakuja, umeme unawekwa kitongoji cha Tegelo pale Nkuruma B, umeme unawekwa, kitongoji cha laini umeme unawekwa, Kidaru na kitongoji cha Kimamabi umeme unawekwa. Haya ndo mambo anayotekeleza Mheshimiwa Rais na usimamizi wa Mheshimiwa mbunge na diwani wenu ambaye amesimama hapa, pigeni makofi mengi sana kwa serikali ya chama cha Mapinduzi. Lakini si hivyo tu, tulikuwa na tulikuwa na wahisani. Kwa mfano, Tasafu haikuwepo kabisa kata ya Kidaru, mlikuwa mnasikia kisirili kule, lakini mimi nimepambana tumeleta Tasafu leo wale wahitaji wanapokea na kupunguzia makali ya adha. Lakini si hivyo tu, vikundi vya kina mama mlikuwa mnavisikiaga tu kwa wajanja kule, lakini leo hii hapa mimi nilipoingia, tumepambana, vikundi leo vimepata mkopo. Kidaru amepata mikopo vikundi viwili, Tegelo viwili, Kidindurumo viwili na hapa Luono tayari fedha zimeshaingia kwenye vikundi vingapi? Viwili. Sana. Hapa haya niliyoyasema, ndiyo tuliyatekeleza kwa miaka mitano. Sasa neno la mwisho, neno la mwisho, mnaniruhusu kwenda kuchukua fomu? Twende, twende, twende, twende, twende, ah, twende! Harambee! yeah. Arambe, mama arambe, arambe! Haya, asanteni sana, asanteni sana.